faqsusil qasasa La'allahum yatafakkarun sadaqa llahu al-aliyyu al azim. al Tulisimama katika darsa ya yana tukiendeleza msingi wa nne katika misingi ya mwamko ambao ni msingi wa historia na turathi na tukawa twaelezea nafasi kubwa ya historia iliyopewa katika Qur'ani, kisha malengo. Mwenyezi Mungu hakutosheka tu kutuambia ametuelezea historia, bali alitufahamisha kwa nini nawaelezea historia ili siku zote tuweze kuitumia historia ni kama chombo cha kutusukuma katika maisha yetu. Nikasema lengo la kwanza ni darasa na mazingatio, lengo la pili ni kuisukuma akili na fikra, lengo la tatu ni kuonesha umoja wa msafara, kwa sababu harakati za kimapinduzi ni harakati za kuendelea na za kudumu, na wengi wamefanya na ni msururu mrefu na kila anayekuja ni lazima aunganishe kwa pale waliotangulia, si kuanza pia. Na hii ni si mwamko tu, chochote leo tulichonacho, chochote tulichonacho katika maisha ni mtangilio na mchango wa watu wengi mpaka kikafika pale kilipofika, na ndio baadhi ya wanazuoni wasema, e, ustaarabu na elimu si milki ya taifa. Hakuna taifa moja laweza kuinuka likasema hii elimu ni milki yetu, ama sisi ndio tulioitengeneza, bali elimu ilizunguka kama kuzunguka ile akrabu ya saa ikapita kwa kila taifa na kila taifa likaweka nyongeza. Leo ndio waona fingerprints za Wagiriki, wa China, wa Masri, wa Iraki, Babiliyun na civilization nyingi ulimwenguni. Kila mtu ana fingerprints zake katika maendeleo tulionayo. Naye akaendelea. Hili ndo sababu ya kusoma historia ni kuunganisha zile juhudi nne. Jana yani, tulimaliza malengo matatu ndo toraba. Tathbitul fuad wa lugha ya Qur'an. Tathbitul fuad ni nini? Ni kukitisha, tukizungumza kwa Kiswahili, kukitisha moyo ukite na kitu kikikita, Kiswahili hakitingisiki. Kizio ama nguzo, ukiiweka tu juu juu kwenye ardhi, ikija upepo tu mwingi itafanya nini? Itatingisika. Mtu tu ambaye hataki kutumia nguvu kwa zanda zake tu aweza kufanya nini? Akaitingisha. Lakini ukiizika kisawasawa, ikaingia kwenye ardhi mita mbili mita tatu si rahisi kutingishika hiyo ndo maana ya tathbiti sasa Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani moja katika malengo ya kukueleza historia na kuwaeleza nyinyi historia ni kuwakitisha ili musitingisike taipata wapi Suratu Hud aya mia na ishirini Mwenyezi Mungu anena wa kullan nakusu alayka min amba'i rusuli ma nuthabitu bihi fuadak. Na wote hao tunaokuelezea katika habari za mitumi, kwa nini? Ma nuthabbitu bihi fuadak, ili tukukitishe kifua chako. Pengine mutaniuliza hapa ustadhi, kidogo tunapishana. Hebu tufahamishe zaidi, kukitisha ni vipi? Maisha ya dunia kwa mtazamo wa Qurani na wa Uislamu ni maisha ya mitihani, hayako smooth. Hayatembei hivi tu kupanda tu au hata moja kwa moja, yameumbwa hivyo na kuna lengo ya umbwe hivyo, kwa sababu hapa si mahala pa mwisho pa safari yetu. Hapa tumeletwa ni mtihani, na kwa muda maalumu, ili tutujwe kufikishwa kwenye pale tunapolengwa kwenda. Na hii ndo maana khalaqa almauta walhayata liyabluwakum, ninyi mumeletwa hapa, mko kwenye mitihani. Wala nabluwanakum bishaiin min alkhawfi mpaka mwisho kwa hivyo, katika tatizo kubwa ameupenda kutoa na swahi. Mtu yoyote anaoishi kwenye hii dunia akitarajia ya mambo yake yatakwenda sawa bila ya matatizo, agure ako mahala sipo, uko wrong place kwamba wewe watarajia utakuwa kila siku wamka asubuhi uko sawa, ukalala usiku uko sawa, kila jambo kilo ulifanyalo huwa simandia, wenye kunena hata kishipa cha ushi hakikupiji kitwa cha ushi. Wewe una mushkili, zengea mahala si duniani. Hata wale na sisi tuna tatizo hili, wajua, mwanadamu. Na hili nitakuja kuzungumza mbele katika masala, yaani mwanadamu ana ubinafsi na mara nyingi watu wakisikia ubinafsi hupeka kwenye senti na kwenye zitu. Haa, ubinafsi ni mpana sana. Sisi tukitaja ubinafsi tutataja mtu akipata hata kumpa mwendani wake, ana ubinafsi. Hiyo ni katika sampuli ya ubinafsi, kuna na ubinafsi wa kuyahukumu mambo, ubinafsi wa kuyahukumu mambo, na huno ni tatizo kubwa sana. Nitakupa mfano: Joto ni kali ama si kali? Kwetu sasa hivi mashamba hulimika ikinyesha mvua. Sasa hivi ya kheri insha allah Mwenyezi Mungu wajali wenye mashamba, watafurahi ama hawafurahi? Wasikia ujoto, watafurahi ama hawafurahi? Ambao nyumba yake uvuya, atafurahi ama hafurahi? Ha? Atafurahi ambaye amepanga kumimina kesho? Afurahi, hakumiminiki na akimimina sakafu yote simiti yote itakwenda na maji. Sasa mvua ni kheri ama ni shari? Ha? ni kheri kwa nani? ni shari kwa nani? Tukiondosha hawa wote, tukauondosha ubinafsi, mvua tuipe hukumu gani sasa? Mara nyingi ni mwataka kumlaumu Mungu kwa sababu hiyo. Haya, huteza Manchester na Arsenal, watu wa Arsenal wamemwankua ustadhi, wamefanya zunguo, na watu wa Manchester wamemwankuwa ustadhi, wamefanya, wote wamemwomba Mungu. Sasa Mungu amtakabalie nani Ubinafsi. na mara nyingine tunauingiza ubinafsi mpaka katika kumhukumu Mungu, matendo yake kwa maono yetu finyo. Mungu naye ametuetea mfuriko, si mfuriko mungekufa kuandaa, kama mvua haikunya ya watu angekosa kulima sababu wewe kijumba chako ulikuwa ukijenga sawasawa, kimekwenda na mai, wataka kuistopisha system ya ulimwengu? Ha, kuna watu wataka kustopisha system mzima ya ulimwengu kwa sababu kijumba chake hakina, hakina msingi. Ubinafsi ni katika aina ya nini ya ubinafsi, hata katika kutathmini kwetu maendeleo ya serikali na ya